Leo. Lakini mamlaka ya ujenzi wa barabara kuu nchini KENHA, tume ya ardhi NLC, na mwanakandarasi wa barabara ya Mombasa hadi Malindi wanatazamiwa kufanya kikao cha kutatua mgogoro wa ulipaji fidia kwa zaidi ya wakazi 300 wanaoishi kando ya barabara hiyo. Baadhi ya wakazi wamekuwa wakipinga fidia iliyopendekezwa na kutaka uwazi wa shughuli hiyo. Francis Mtalaki, naungane moja kwa moja, tueleze mengi kuhusiana na wakazi wanasemaje, ambapo sasa hivi uko katika mtaa wa Freetown. Labda Mtalaki, utueleze ilikuwa kuwa wameahidiwa kwamba watalipwa kitu gani na mpaka sasa hivi wamepokea kitu gani na ni kipi ambacho kinaendelea wanapotafuta haki hiyo? Nam, asante sana Rashid. Ni kwamba kwa muda sasa maeneo ya Kongoya hadi maeneo ya Bumbululu kumekuwa na hali ya sintofahamu kuhusiana na ujenzi wa barabara hii, maanake maeneo mengine yamekwisha kamilika, lakini wenyewe wanasema kwamba kutoka kilomita zero hadi nne kumekuwa na utata, na utata huu unatokana na ulipaji fidia, na mikutano imefanyika ama mie mingi kuhusiana na swala hili, baadhi ya wakazi, wamiliki wa nyumba pamoja na wapangaji, wakionyesha kwamba hawajaridhishwa na lile kapu ambalo serikali wameweza kuweka kwa meza kama fidia. Na baadhi yao, hii leo kutakuwa na kikao ambacho bado akijaweza kuanza rasmi. Maafisa wa NLC pamoja na mkandarasi na halmashauri halma eh, ya barabara kuu Kenha eh, wanaweza kukutana na wakazi hawa ili kuweza kujaribu kutafuta mwafaka, manake ma, barabara hii ma, mahali imefikia ni sehemu kidogo ambayo imeweza kusalia ili iweze kukamilika na kwa manufaa ya kila Mkenya. Lakini hapa nipo na baadhi ya wakazi labda songa hapa karibu tuambie, labda mami, labda eh, katika swala hili la kutafuta fidia, mnachotaka ni nini hasa? Mbona kuna kuwa na mgogoro kati yenu, eh, KENHA na pia na NLC? Kwa majina, naitwa Rukia Juma, mimi ni mkaji wa Bombolulu na ni mwathiriwa wa hii barabara ya Bombolulu Malindi Road. Tangu mwezi wa sita KeNHA imekuwa ikisema itatupatia compensation. hivi sasa wamelipa wapangaji ambao wako kwa nyumba zetu, wamewalipa compensation na wameanza kuwapatia notice ya kuondoka, na hadi sisi wenye manyumba ambayo tunamiliki hizo nyumba hatujapewa compensation. kwa hivyo tunashangaa, watapatiaje mpangaji wangu notice ya ondoke na hadi mimi mwenye nyumba sijalipwa? Hapo ndio tegemeo langu kuweza kujikimu kimaisha. Je, huyu mpangaji akiondoka, mimi nitapata wapi lisho, ambapo hapo ndio mimi napata lisho langu? Kwa hivyo tatizo letu na kilio chetu ni kwamba KENHA hawatulipe pesa zetu, tuwapatie nafasi waweze kutengeneza barabara yao, la sivyo tutamba wapangaji wetu wakae hapo hadi mimi mwenye nyumba niweze kulipwa, ndiposa na yeye aweze kuondoka, kwa vile sina mali pengine tegemeo langu isipokuwa kwa hilo duka ambalo nimepangisha. Kuna wengine wanasema kwamba ameishaonyeshwa kama ni pesa ngapi watalipwa. Wewe umepata kujua labda ni seti kiasi gani utakachopokea ama unakadiria pesa ngapi? Nishapata offer letter, najua na nitapata pesa ngapi na labda tukisonga uh, hapa karibu tuambie, labda wewe, labda upande wako, tuambie tu uh, majina yako, alafu tueleze songa hapa karibu mzee, alafu tuambie, labda wewe, kwa upande wako, umeweza utaathirika namna gani endapo barabara hii itaanza kujengwa? Maana yake imesalia kidogo tu na nyie ndio mnasubiriwa kuondoka. Tuko na shida because tumeathirika Malindi Road, wengine wamelipwa, wengine wajalipwa Mtu kama mimi nimeenda mpaka Kisimani, wameniambia niende, mtu hapa naenda banga banga, ni wamenituma mara tatu, hakuna pesa kwa banga o, mfanya, mfanya saa, mfanya kazi, mfanya biashara kwa nyumba yangu ijalipwa, mimi sijalipwa. si kwa kitao kwa kikao cha leo na mkandarasi na KENHA unataraji nini hasa? Ile pesa nataraji unataraji ma, mazungumzo ya aina gani? labda nataraji wanilipe kila mtu ambapo wako hapo atoke, tukilipa pesa hata sisi tunatoa, au wapangaji kwa nyumba Asante sana, usonga hapa karibu, tuambie labda, eh, kuna labda, wewe nieleze, umeathirika namna gani ama utaathirika namna gani na mradi huu? Hakika umeathirika na mradi huu kulingana na vile jambo tunavyopelekwa na hili jambo. Kulingana sisi vijana hakika tumejitegemea kulingana na mradi wa vibanda vyetu vya barabarani, aina ya kinyozi na vibanda vya mboga, na wazazi wetu vibanda vilikuja vikavunjwa na wakati hapo hatupo wakapita wahusika ambao si wahusika, wahusika ni sisi. Wakaandikishwa na wakapatiwa zile fedha, basi kupatiwa zile fedha, paka muda sahihi tunavodai hakuna chochote kilichotusaidia na paka muda wa sahihi, kazi sisi vijana hatusaidiki, na kazi hatusaidiki na lolote. Kwa hivyo ningependelea haya jambo lituliwe, manani lipate kusaidia. Kuna vile vile kumwelekezo wetu ambao anasaidia sana vijana na kina wazazi wasiokuwa na uwezo. Huyu kijana mzee wetu anasaidia wanyonge walioko kitandani, lakini tatizo ambalo lafanya sisi tusikie uchungu zaidi. Kwa nini wanawafukuza kule? Kwa nini wanafukuza mediation? Kwa nini wanawatoa na wakati hiyo ndio watetezi wa wazazi wasiokuwa na uwezo? Ningependa kueleza kwa kazi ya vijana, ima tupate kazi si vijana, tuadilishe uadilifu wapate kuisha si vijana. Tafadhali labda tukimalizia. Uh, uh, labda wewe unataraji una nini katika kikao cha leo mami? Mimi ni mwadhiriwa wa Kisimani na kwa jina naitwa na Irini Nyambura. Sasa broti 6944 eh, tuliwekewa beacon. Na vile tuliwekewa beacon hatujapewa title, alafu pande hii nyingine niliandikiwa ni, ni pesa lakini sikulipwa kwa sababu wakasema ati watanini watatulipa mujengo lakini pande hii nyingine hawatatulipa nini hiyo mchanga. Sasa ndio nashindwa na, niko hapo kutoka 1970 na watoto wangu niko na wajukuu hapo, na sasa nitawapeleka wapi mimi? Sina mbwana, mbwanangu alikuwa hiyo nyumba yangu, ndio inasaidia watu wangu. Sasa wananiondoa wananifukusa, niende wapi mimi? Labda kumekuwa na mazungumzo. Ukisonga hapa karibu, tukimalizia kwa no, sekunde 30 no, no, no. Kumekuwa na mazungumzo, mbona hakuja kuwa na mwafaka Mwafaka, nikianza mwanzo, before nilibwe swali lako, hii ni nyumba ya uu mama. Ishu ni demarcation, walipima vibaya In short, mama anasema hivyo so ile evaluation limfanyia mama si vile, na zile pesa ambazo anafaa kupewa. As simple mama anajaribu kusema hii nyumba, hii nyumba ni kisimani 1970s, so hiyo mazungumzo ya mediation, mimi ni mmoja ambao nilichaguliwa na jamii katika za mediator katika jamii, but tulipoenda kuongea kule mbele katika hizo harakati, wengine wetu tumetolewa kiinjia ya utatanishi. Mimi kama nikumuita tulikuwa tunaambiwa pesa tunapewa Juni, tunapewa mwezi wa nane. Tutakauliza tuka question, tukaambia KENHA, mnatudanganya, tumechoka na uongo. Mimi nikaambiwa katika mediation team nitoke, maanake ati nimesema ni uongo. So hiyo ndio tunasema kwamba hii mediation pia hatuna imani nayo na, na mediation kama mimi mwanzo kama representative wao wangekuja down ground, wakaambia representative nyinyi mediator wenyu ama representative wenyu amefanya makosa, lakini hawajakuja. Niliwaandikia barua hawajanijibu. Lakini swali la kumalizia ni kwamba hii issue ya demarcation ninayotata kuna mishap, kuna watu waliandikwa majina 2021 ambao ni cut off, ulipokuja katikati kizungumkuti kikatokea majina yako. Na kuna mambo mengine ambayo kwa sababu landlord hajalipwa, tenant hamelipwa, hapo unakuja na mtoa tenant wa mtu bila ambayo iko na mkataba na ule landlord ambapo mimi kama ufai kutoa huyo tenant wangu maana kuna mkataba naye, lakini hivyo kena inamtoa kwa sababu ah, ambazo hazielekani, lakini narrative ya kusema nikimalizia, wanasema kena kwamba watu wanakataa kutoka wakati kutoka, wewe lipa tenant lipa landlord, watu watoke, wapate. Asante sana. Na ni baadhi tu ya wale waathiriwa ambao wamefika katika kikao hiki cha leo wakisema kwamba kile wanachohitaji ni kulipwa fidia na waweze kuondoka ili barabara iweze kuendelea kujengwa maana, imesalia kilomita nne, ndiposa sura ya Mombasa pia katika upande huu wa kaskazini mwa kisiwa iweze kubadilika. Kutoka kaunti Mombasa, sema na Citizen. Nachukua mapumziko mafupi, lakini tukirudi, Rashid Abdalla Abdallah atakuwa anaendelea na taarifa zaidi.